Magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo kiharusi stroke, na ajali ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanawakumbwa Watanzania wengi kuanzia hatua za uchunguzi na matibabu. Hii inatokana na huduma hizi adimu za kibingwa, ambapo hapo awali ilikuwa ni changamoto katika maeneo tofauti, hasa katika hospitali za rufaa nchini Tanzania. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke imekuja na suluhu kwa wakazi wa Temeke, lakini pia wale waishio maeneo jirani kwa kuletewa kifaa maalum ambacho kinahusika zaidi kwenye uchunguzi wa magonjwa haya. Hali hii imepunguza adha ya wagonjwa hawa kufuata huduma hizi mbali kupitia hospitali ya taifa pale Muhimbili. Karibu uweze kumsikia daktari bingwa anayesimamia kifaa hiki ambaye yeye atakwenda kutoelezwa muhimu na faida kubwa za uwekezaji wa kifaa hiki cha kisasa. Daktari, karibu. Hospitali Rufa, ya rufaa ya mkoa wa Temeke tumepokea mashine ya CT scan miaka miwili iliyopita. Uh, tulipotoka huduma za uchunguzi kwa idara ya radiolojia hazikuwa kwa upana kama ilivyo sasa. Hapo awali tulikuwa na mashine ya ultrasound, baadaye tukawa na mashine ya x-ray. Lakini tulipo sasa, utoaji wa huduma umepanuka, wigo umeongezeka, tumepata hii mashine ya CT scan kwa mwezi, hii mashine inaona takribani wagonjwa mia mbili, na wagonjwa kwa asilimia kubwa ambao tunaona ni wagonjwa wanaofanya CT scan ya maeneo ya kichwa, ambapo changamoto kubwa zaidi huwa ni ugonjwa wa kiharusi au stroke, lakini vilevile ajali za bodaboda zaidi barabarani wanakuwa wameumia kichwani. Na tunapoelekea kwa kweli, tunaelekea kupanua zaidi huduma za uchunguzi katika idara ya radiolojia hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke, tunaelekea kupata mashine ya mammography, lakini vilevile vile na mashine ya MRI ili kuhakikisha wananchi wote wa manispaa ya Temeke, lakini na manispaa za jirani wanapata huduma zote za uchunguzi hapa kwetu, lakini vile vile pia wapate matibabu hapa hapa kwetu, kwani tuna madaktari bingwa wa kutosha katika nyanja zote na mgonjwa anapofika katika idara ya radiology anapokelewa. Tuna wataalamu wetu wa mapokezi ambao ni wauguzi, wanawapokea wale wagonjwa, wanachukua taarifa zao muhimu ambazo zinahusiana na kipimo ambacho wanakwenda kufanya. Baada ya hapo, anakabidhiwa kwa mtaalamu wetu ambaye anafanya kipimo, ambaye ni radiografa akishafanyiwa kipimo, picha zake like zinatumwa kwa njia ya mfumo wa kielektroniki like kwenda kwa madaktari bingwa ambao kuzisoma zile picha kuzichakata, lakini vile vile na kuandika majibu ya wagonjwa. Majibu hayo hutumwa kwa madaktari kwa ajili ya matibabu zaidi, lakini na kwa wagonjwa ambao wanatoka nje, vilevile huwa tunawaprintia, tunawapa hard copy pamoja na DVD ambayo wanaweza wakaenda nayo maeneo yoyote kwa ajili ya kupata huduma zaidi. Hivyo basi natoa wito kwa wananchi wote wa manispaa ya Temeke na manispaa za jirani, vile vile, hata hospitali za private ambao hawana mashine hii ya CT scan, natoa wito kwao waje kwetu. Tulipotoka, tulipo na tunapoelekea tunajenga taifa imara lenye afya.